Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu amesema kuwa fursa nyingi zimefunguka kufuatia operesheni za kijeshi za Israel dhidi ya Iran, zikiwemo fursa za kurejesha nyumbani mateka walioshikiliwa Gaza. Akizungumza katika kituo cha Shirika la Usalama la Ndani, kusini mwa Israel, Netanyahu amesema kuwa kama mnavyofahamu, fursa nyingi zimefunguka sasa na baada ya ushindi huu, kwanza kabisa kuwaokoa mateka. Bila shaka tunahitaji pia kutatua suala la Gaza kuishinda Hamas, lakini naamini tutakamilisha misheni zote mbili. Kauli hiyo ni mara ya kwanza kwa Netanyahu kuashiria wazi kwamba kurejesha kwa mateka ni kipaumbele kikubwa kuliko lengo la awali la kuangamiza Hamas. Kwa miezi kadhaa, Reuters zimeripoti kuwa Netanyahu alikuwa akisisitiza kuwa ushindi kamili dhidi ya Hamas ndiyo lengo kuu la vita. Hata mwezi Mei alisema kwamba kushinda Hamas ndiyo lengo kuu kabisa, sio kuokoa mateka. Netanyahu amekuwa akikosolewa vikali na familia za mateka, wanasiasa wa upinzani na sehemu kubwa ya raia wa Israel kwa kushindwa kuweka suala la mateka kama kipaumbele cha kitaifa. Kikundi cha Hostages Families Forum kilijibu kauli hiyo kwa kutoa wito wa makubaliano kamili ya kuwaachia mateka wote waliobaki, ambao ni takribani ya mateka hamsini, na kusitisha vita Gaza, nuku. Kinachohitajika ni kuachiliwa na sio kuokolewa. Tofauti ya neno moja inaweza kumaanisha wokovu au kupoteza kwa mateka, alisema kwenye taarifa yao. Netanyahu pia ametaja fursa za kikanda zinavyopanuka akimaanisha juhudi za kupanua Mkataba wa Abrahamu ambao umewezesha Israeli kuanzisha uhusiano wa kawaida na baadhi ya nchi za Ghuba. Kauli hizo zimekuja wakati ambapo Rais wa Marekani, Donald Trump, ameongeza shinikizo la Israeli kufikia makubaliano ya kusitisha vita Gaza. Trump amekuwa akitaka mateka warejeshwe nyumbani na mapigano yakomeshwe. Kupitia mitandao ya kijamii, Trump aliandika kuwa fanyeni mikataba ya Gaza, warudisheni mateka. Trump pia ametetea Netanyahu dhidi ya kesi ya rushwa zinazomkabili, akiziita uvamizi wa kisiasa. Kufuatia kile kinachoelezwa kuwa ushindi wa kijeshi dhidi ya Iran, Netanyahu ameomba kesi yake iahirishwe wiki hii. Mahakama ilikubali ombi hilo baada ya kikao cha siri, ambapo jaji alieleza kuwa muundo wa ushahidi umebadilika. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali.